ako hapa na stoko yake ya elfu mia moja. Mnaleta furugu, vijana wanakuja wananyakua yote, wanaenda, insurance hailipi mambo ya fujo. So you have crippled somebody who has struggled so much to be somebody. Ndio tunasema inji yetu hii, hata mapolisi wetu, we can't use an incident of one policeman to condemn the entire police force. Hawa vijana wamesimama hapa ni kuhakikisha tuko na amani. Hii maneno ya chuki, uchungu, hasira, ubaya, tafadhali tuiache. Na mimi, mimi nataka niambie wale watu ambao wanajiita viongozi kutoka ile mlengo ingine ambao kila siku maneno yao ya kuzungumza ni chuki. Wakati mlipanga uchochezi last year, watu wakaumia. Sasa hivi nasikia mmejipanga tena kupanga uchochezi next week Nairobi ati mseme ya kwamba you know, wa kenya sijui hawa wachapane na hawa, hawa wachapane na hawa mwibie watu maduka tunawaambia this time it will not be business as usual heri ukose bes kuliko ukose akili kama kasha heri ukose bes ni sawa utang'ang'ana utasema kenye utasema lakini ukosa akili ni tabu kubwa sana vijana wenzangu nataka kuwaeleza tafadhali msikubali kutumika vibaya si ndio Msikubali kutumika vibaya.